Jua lilizama juu ya raufia likapaka anga miale ya machungwa na zambarau, huku Dennis akivuka bustani ya chuo begi lake likiwa limejaa vitabu. Ilikuwa siku njema. Darasa la utangulizi wa utawala lilimalizika kwa mdahalo aliyoushinda kwa urahisi, hoja yake kuhusu mageuzi ya ngazi ya chini ikipata nyongeza za vichwa kutoka kwa wanafunzi wenzake na hata kauli nadra kutoka kwa profesa Umesema vyema. Barbara alibaki nyuma baada ya darasa, tabasamu lake la mzaha likimwita mwanafalsafa wa kijijini. Waliachana kwa mipango ya kikao kingine cha kusoma, kicheko chake bado kikizunguka akilini mwake. Kwa mara ya kwanza tangu afike, Dennis alihisi kuwa sehemu ya mahali hapa, lakini alipokaribia jengo la sayansi ya siasa, hisia ya wazi-wazi ilianza kuchomoza. Daktari Joinia Mshunguzi alisimama mlongoni, blauzi yake nyekundu ikiwa doa kali la rangi dhidi ya mawe meupe. Alimwita kwa ishara, tabasamu lake likiwa laini lakini lenye msisitizo. Dennis, naweza kukuona kwa dakika moja. Dennis alibana kamba za begi lake, msisimko wa tahadhari ukipanda mgongoni mwake, lakini akamfuata ndani. Ofisi yake ilikuwa ngome ya utulivu. Rafu za vitabu zilikuwa zimepangwa kwa usawa, dawati liking'aa chini ya mwanga wa taa, mmea mmoja wa fan ukiwa peke yake ukileta upole kidogo ndani ya mpangilio huo mkali. Alimwelekeza keti, na alipofanya hivyo, magoti yake yakigusa ukingo wa dawati, Joinia hakuketi. Aliinama ukutani, mikono imevukwa macho yake yakimchunguza kwa makini ya kumfanya ajisikia mnyonge. Nimepitia jalada lako, alianza, sauti yake ikiwa laini karibu na isiyo rasmi kupita kiasi. Kibwe, hmm, hakuna shule ya sekondari ndani ya kilomita ishirini. Lakini hapa upo ukiwa juu ya orodha ya udhamini. Inavutia hii. Dennis alitikisa kichwa, bado hajui anapoelekezwa Nilijitahidi sana nililazimika kufanya hivyo. Ah, hilo stili shaka. Joinia alisogea karibu, visigino vyake vikigonga sakafu kwa mwangu ya sauti ya msumeno. Lakini vipaji kama vyako vinahitaji mwongozo. Nimeomba rekodi zako kutoka kwa msajili, alama zako, historia ya familia, kila kitu. Napenda kujua ni nani ninayemwekeza ndani yake. Tumbo la Dennis lilijikunja kuwekeza mdomo wake ulipinda kwa tabasamu dogo, macho yake meusi ya kimeta. Wewe ni mradi wangu kwa muhula huu, Dennis. Vipaji vya ziada, usomaji wa hali ya juu, labda hata mapendekezo kwa jukwaa la kitaifa la sera. Unaweza kufika mbali ukiwa na msaada sahihi. Vidole vya Joinia viligusa sehemu ya nyuma ya kiti chake, vikisita karibu na bega lake. Dennis alihama kwa wasiwasi, hewa kwenye chumba ikionekana kuwa nzito. Nashukuru, Dr. Mshunguzi, lakini najiweza. Masomo ni magumu. Lakini usiwe na unyenyekevu mwingi, Dr. Joinia alikatiza, sauti yake ikikaza. Unyenyekevu haukupeleki hau popote, Rofia alirejea kwenye dawati lake akichukua jalada, jina lake likiwa limeandikwa kwa mwandiko wake wa thabiti. Basi, nitakuona kesho saa kumi. Tutaanza na mifumo ya nguvu ndani ya wasomi wa Madelsi. Hutojutia. Halikuwa ombi. Dennis alisimama akitoa shukurani isiyokuwa na maana, kisha akaelekea nje kwa haraka. Jalada hilo lilimtia wasiwasi alipokuwa akitembea kurudi kwenye chumba chake kwa nini alihitaji historia yake yote? Onyo la temba lilijirudia akilini mwake, lakini aliliondoa. Alikuwa mwalimu, si tishio. Hata hivyo uzito wa macho yake ulimganda kama joto la unyevunyevu. Wakati huo huo, joinia alikaa kwenye dawati lake, jalada alikuwa wazi mbele yake. Aliifuatilia mstari mmoja kwa kidole. Mama mjane, mshonaji baba marehemu, mkulima. Ndugu hakuna. Rahisi, wazi. Maisha yalichorwa kutokana na mapambano. Alihamia kwenye insha yake ya wiki iliyopita, maandishi yake makubwa na madhubuti, mawazo yake makali lakini yenye mwangaza. Anapoteza muda wake na msichana ule, alifikiria. Picha ya kicheko cha Barbara ikichomoza bila hiari kalamu yake iligonga ukurasa kwa haraka, sasa katika mdundo wa wasiwasi usioeleweka. Hakujua lini ilianza hili kuvutiwa naye, labda ilikuwa sauti yake darasani, yenye uthabiti wakati wengine wakihangaika, au jinsi alivyojitokeza bila kuelemewa na fujo za jiji. Ndoa yake na Hodari ilishakufa kitambo, hasira yake, tamaa yake ya mamlaka, jinsi alivyomwona kama mshirika tu. Dennis alikuwa tofauti, safi anayefaa kufinyangwa. Kesho yake, Barbara alikaa kwenye ukumbi wa mihadhara kalamu yake ikiwa juu ya daftari, huku Joinia akizunguka mbele akifafanua mitandao ya wanasiasa wa kifalme. Somo lilikuwa mahiri, lililojaa ufahamu wa kina lakini alama za Barbara zilikuwa zimeanza kushuka. Makala zake mbili za mwisho zilichorwa kwa alama nyekundu: haina kina, haitoshelezi. Maneno hayo yaliandikwa, ilimuumiza lakini, alifikiria labda ni msongo wa mawazo tu. Dennis aliingia kwenye kiti karibu naye akiwa amechelewa kutoka maktaba na akatabasamu. Alimrudishia tabasamu hilo, kifua chake kikitanuka kwa faraja baada ya darasa Joinia alimwita Dennis nyuma wakati wanafunzi wengine walipotoka ulezo wako wa kitaaluma unaanza leo alisema sauti yake ikienea juu ya kelele za hatua za wanafunzi wanaoondoka usichelewe Barbara aliinua nyusi lakini Dennis alitikisa mabega tu akinong'ona si kitu tukutane jioni eh sitakosa Barbara alijibu na Dennis alifinya mkono wake kabla ya kuondoka Joinia alitazama tukio hilo, taya lake likibana. Aligeuka kwenye daftari lake la alama akitafuta jina la Barbara. Kalamu yake ilining'inia kisha ikachora c si kwenye jaribio lake jipya ambalo hata Barbara alikuwa bado hajawasilisha, punguzo dogo lilo kusudiwa. Jioni hiyo Dennis na Barbara walikuwa wamejilaza kwenye sakafu ya maktaba wakizungukwa na vitabu vilivyofunguliwa na vikombe vya kahawa vilivyoisha. Walikuwa wameacha kutumia viti masaa kadhaa yaliyopita. Zulia alikuwa chonjo chini ya viuko vyao walipobishana kuhusu marekebisho ya kodi. Kicheko cha Barbara kilivunja kimya hicho, angavu na huru na huru, na Dennis akajiunga naye, sauti zao zikiungana katika mdundo wa urahisi. Ilikuwa sauti ya kuaminiana, ya utulivu wa kweli. Nje Joinia alisimama akielekea kwenye gari lake, begi lake likuwa na uzito mkononi. Alikuwa amekawia akifanyia marekebisho mihadhara yake, lakini kicheko kilimsimamisha ghafla. Alitazama kupitia dirisha la maktaba, glasi hiyo ikiwa baridi dhidi ya vidole vyake. Walikuwepo pale, Dennis na Barbara, vichwa vyao vikiwa karibu, furaha yao ikiwa ulimwengu wa faraga ambao asingeweza kugusa kifua chake kilibana, kitu cheusi na chenye ncha kali kikijitokeza ndani yake. Wivu? Hapana, udhibiti. Hilo ndilo lilikuwa. Dennis ni mradi wake, si wa kupoteza. Mkono wake ulipata kikombe cha glasi kwenye mfuko wake, kioo, zawadi kutoka kwa Hodari ambayo hakuwahi kuipenda. Alikikamata, kingo zake zikichoma kiganja chake Kicheko cha Dennis na Barbara kiliibuka tena, kikubwa zaidi sasa, na vidole vyake vilikaza mshiko wake zaidi. Kioo kilipasuka kimya, lakini dhahiri, damu ikichuruzika kwa mchanuko mwembamba. Furahieni ili mradi muda unaruhusu, alinong'ona, akitupa vipande vilivyovunjika kwenye pipa. Akaondoka, nyao zake zikipiga mwangwi wa hesabu inayokwisha.